ambazo nitazizungumza kwa namna ambayo ambaye hakuhudhuria darasani asipitwe, na nyinyi mlioko darasani insha Allahu, mwalimu wenu awapitishe tena herufi herufi kwenye hii somo, azichukue insha Allah, naye awapitishe tena ili muwe mmechukua kikamilifu, hata siku moja na nyinyi muwe mnaweza kuwafundisha wenzenu na wale ambao wanakuwa hawakuhudhuria darasani, nao wafaidike na somo hili kwa namna ile ambayo tutaipitia insha Allah. Suratul Fatiha ni sura kubwa na ina fadhila sana, na miongoni mwa mtiririko wa masomo yetu tunapokuwa tukikumbushana kwamba Allah subhanahu wataala amejaalia Uislamu ndio unaoweza kumpa mtu utulivu, kwani unatoa majibu ya vitu ambavyo vingekuwa visumbue kwa mwanadamu. Ulimwengu na mwanadamu alivyo vyote vikijisalimisha kwa Allah, kwa sababu ulimwengu umejisalimisha, na mwanadamu naye akijisalimisha kama ulimwengu ulivyojisalimisha, dunia inakuwa na utulivu sana, iko vizuri sana. Allah akatupa na suratul Fatiha, imebeba vitu vingi ambavyo Qurani inavisimulia imebeba tauhidi kumpwekesha Allah, imebeba ndani yake kukumbusha malipo siku ya Kiyama, imebeba dua ya kumwomba Allah atuongoze njia iliyonyooka, imebeba pia kumwambia Allah we na kuhitajia na kuomba msaada. Almradi kuna mambo mengi ndani ya surat Al-Fatiha tutagusia baadhi ya hadithi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizisimulia kwa masahaba, ikawa ndio sababu na sisi zitufikie. Abi Said Ibn Lmualla huyu radhiyallahu anhu anasema, kuntu usalli bilmasjidi fadaani rasulu Llahi sala Llahu alaihi wali wasallam, nilikuwa nikiswali msikitini, Mtume akaniita anaonekana alikuwa anapata rakaa zake za sunna. Mtume akamwita, anasema falam ujibhu, sikumwitikia wakati ameniita. Nilipomaliza swala, thumma ataituhu, kisha nikamwendea mtume baada ya kuwa nimemaliza. Fakultu ya rasula llahi, inni kuntu usalli, e, mjumbe wa Allah, mimi nilikuwa na swali, ndio maana sikukuitikia. faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume akamwambia alam yaqul lillahu ta'ala, hivi Allah hakusema? Yani kama anayemwambia hukusikia kuwa Allah amesema hivi, je, hukujua ya kwamba Allah amesema hivi? Maneno haya yana maana hiyo, alam yaqul lillahu ta'ala hivi Allah hakusema? audhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhalladhina amanu, enyinyi mlioamini, istajibu lillahi wa lirrasul, mwitikieni Allah na mumwitikie Mtume idha daakum, pindi anapokuiteni, lima yuhyikum, kwa sababu anapokuiteni anakuiteni kwa jambo ambalo linakupeni uhai. Ukusikia hayo maneno Allah si amesema hivyo? Yaani kama vile anamwambia wewe, uliwajibika uniitikie tu, hata kama ulikuwa ndani ya swala. Ungeniitikia. Tuko vizuri eh? kwa sababu mwito wa mtume tuliwajibika sisi waumini, ukiitwa, okay, tu uitikie. Ni kauli ya Allah, imesema hivyo. Kwani mtume anapoita anaita kwenye jambo lenye uhai, uhai wa sawasawa unapatikana kwenye hilo Sawasawa so, tuko vizuri. <tus> Baada ya kumwambia maneno hayo, thumma qala, kisha akamwambia la uallimannaka suratan, nitakufundisha sura ambayo, hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Hiyo sura ndiyo sura kubwa katika Qur'an, manake ina mzito mkubwa, sura tukufu sana katika Qur'ani. Kabla an takhruja min almasjidi, kabla hujatoka msikitini. Imekaa vizuri hiyo sura atakayofundishwa ndiyo sura kubwa katika Qur'ani. Sio ndefu, kubwa. Imeeleweka maana kubwa, tukufu, nzito iliyo na ukubwa wa maana hiyo. Sawa sawa. So, so, eh? Anasema Faakhadha biyadi, basi akanishika mkono wangu. Falamma aradna an nakhruja, tulipotaka kutoka, qultu nikamwambia ya rasul Allah, e mjumbe wa Allah, innaka qulta, wee uliniambia ulisema la uallimannaka, nitakufundisha adhama suratin fil Qur'an, sura kubwa katika Qur'an. Uliniambia maneno hayo kabla hatujatoka. Na manake anamuona sasa, mbona unanishika mkono, tunatoka Tuko vizuri? Mm-hmm. Sahaba amezingatia kabla hatujatoka, lakini sasa hivi anaonekana amenishika mkono na tunatoka. Akamkumbusha, uliniambia kabla hatujatoka utanifundisha sura kubwa. sawa sawa sawa, eh? Ana hamasa naye ya kupokea. Qala sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Mtume akamwambia akasema alhamdulillahi rabbil alamin, akasema hivyo alhamdulillahi rabbil alamin, maanake anamwambia hii alhamdulillahi rabbil alamin hii hiya sab'ul mathani, ndio zile aya saba zinazorudiwa rudiwa, rudiwa, walquranul azim, na ndiyo sura qurani kubwa tukufu. Alladhi utituhu, ambayo nimepewa qurani tukufu niliyopewa adhamu suratin, ndio hiyo sawa sawa eh? hiyo sabul mathani ndio yenyewe hiyo, walquranul azim, na ndio qurani kubwa. Alladhi utituhu, ambayo nimepewa hiyo, ipi hiyo? Alhamdulillahi rabbil alamin, suratul fatiha. Maanake sawa sawa, tuko vizuri. Suratul fatiha jina lake hiyo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ndio hiyo jina lake. Aliyosema Assabul Mathani, ni jina lake Ummul Quran, ni jina lake Fatihatul Kitabi, ni jina lake sawasawa. Hadithi ya kwanza hii ikawa imetufahamisha huyu sahaba ameambiwa sura tukufu kubwa sana kabla hatujatoka kwenye Hadithi ya pili anaisimulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma bainama Jibril alayhi salam qaidun inda an nabii sallallahu alayhi wa sallam, katika kipindi ambacho Jibrili alikuwa amekaa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mara tu sami'a naqidan min fawqihi akasikia sauti imetoka juu yake. Jibrili ana uwezo wa kusikia usikio mkubwa sana, akaisikia sauti. Alipoisikia farafa araasahu, akainua kichwa chake faqala, akasema hadha babu minassama, huo mlango umefunguliwa mbinguni. Huo mlango hadha babu min asama futiha huo mlango mbinguni umefunguliwa. Jibril anasema lam yuftah qat illa alyawm, haujafunguliwa mlango huu hata mara moja, ila umefunguliwa leo. Jibril anaona mambo mengi. Fanazala minhu malakun, akashuka kutoka kwenye mlango huo mbinguni. Malaika alipokuwa anashuka, Jibril akasema

Akasalimia malaika waqala na akasema, abshir binurain, anamwambia mtume sallallahu alaihi wa salam, furahia nuru mbili utitahuma ulizopewa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kuna nuru mbili ulizoletewa mtume, lam yutahuma nabiyun qablak, hajawahi kupewa nabii nuru hizi mbili kabla yako wewe, mtume sallallahu alaihi wa sallam, furahia hizi nuru mbili zimeshuka, hajawahi kupewa mtume kabla yako nuru hizi mbili. Ya kwanza Fatihatul Kitab ni Suratul Fatiha, umeletewa hiyo nuru ya kwanza, wa khawatim surati al-Baqara na mwisho wa suratul bakara, zile aya za mwisho za suratul bakara ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhimiza tuwe tunazisoma usiku usiku, ndivyo sivyo? Inaanza nini baada baada ya ayatul kursi zile za mwisho yeah, amana rasul mpaka mwisho, sawasawa, okay. Akamwambia na nuru mbili umeletewa hizi, hajawahi kupewa mtume kabla yako. Zipi hizo? Ni fatihatul kitab wa khawatim surat albaqara, ni surat lfatiha na aya za mwisho za surat lbaqara. lan taqraa biharfin minhuma, hutosoma herufi yoyote katika hizo ila utitahu, ila utapewa malipo yake. Kama kuna maombi umo ndani, utapewa kama kuna zile fadhila za kila herufi kulipwa, utalipwa sawa sawa. Ndani ya sura, si mna maombi humo ndani, mna mahitajio, mna shifaa. Kama zimo humo basi, ukicho kisoma utapewa fadhila zile za kusoma kila herufi utapewa. Uko pamoja eh? Imetajwa tena fatihatul kitab ambayo ni suratul fatiha katika hadithi hii ya pili, zingatia hilo usipitwe. Nuru mbili, nuru, fikiria unavyotaka kwa akili yako, popote utakapoweza kufika. Maana ya nuru, nuru kwa maana ya mwanga wa kuonea, nuru kwa maana ya kumulika kwenye moyo nuru kwa maana ya kukufungua wewe ukaona. Maana yake ni kwamba pana vitu vikubwa ndani ya hizo nuru mbili zilizoletwa. Sasa Mungu akazifanya sura hizi tuwe tunazisoma mara kwa mara. Kwanza hizi tumehimizwa kila usiku tusiache kusoma, alafu akajalia swala zetu Fatihatul Kitabi kila rakaa huwe unasoma ndio zikaitwa sabu almathani, aya saba zenye kurudiwa rudiwa kila rakaa yaani. Soma Qurani yote kwenye rakaa au kwenye swala kama hujasoma Fatiha manake haikusaidia kitu, lakini ukisoma surati Alfatiha manake kama umesoma Qurani yote hamna shida. Umul kitab sasa Ukisoma okay, Fatiha hata ukisoma sura nyingine, swala imesihi, lakini soma Qurani nzima hujasoma Fatiha, swala so so, so haikusii. So so, naelewa? Imekaa vizuri.